Napeleka nguo mnadani nauza, lakini nina furaha. Kwa nini? Nimewahi kuwa na biashara kubwa tu nyingi, na hata Dar es Salaam nilipokuwapo na mume wangu, tuliwekeza fedha zaidi ya milioni mia na hamsini, lakini ilifika kipindi muuza chapati anatuzidi kipato ilikuwa ni kazi ya kuchosha kwa sababu tulikuwa hatujampa Yesu nafasi ya kuingia kwenye maisha yetu. Mmojawapo unaweza ukawa ni wewe, umefanya mambo mengi sana ume, yani umejitahidi kwa kila namna, lakini umefanya kazi ya kuchosha kwa sababu haukuwahi kumpa Yesu maisha yako Amen. Yesu yupo anatusubiri, sisi tu wenyewe kwamba baba sasa ni mkubali tusikie sauti yake, na tutie tuweke imani yetu kwake, kwa sababu yeye anaweza. Haya, turudi Dar es Salaam, tukawa na biashara milioni mia na zaidi hamsini, huko zaidi kama, yani, inaweza ikafika hata milioni mia mbili. Mimi na mme wangu tunaziona akili zetu ndio zinaweza sana, tumesahau kwamba yupo aliyetuuvu mm. Lakini ilifika mahali unaenda ofisini unapewa elfu nane elfu nane wapendo, na kuna wakati usipewe mia, yaani ukifika kwamba ilipatikana elfu kumi na sita unapewa na matumizi hakuna mia. Leo unafanya kazi hiyo niliyowaambia, nakwenda mnadani narudi na fedha. Kwa nini? Yesu yuko maisha